Kwanza ilikuwa ya kaheka za za kutoa matamko na kadhalika, na uliona watu wetu wakikamatwa, viongozi wetu ikiwemo kiongozi wa chama mstaafu, wakati huo akiwa KC, alifunguliwa kesi ya. ni Joram Bashange, mwanasiasa mkongwe katika siasa za taifa la Tanzania. Leo katika mahojiano nimemkaribisha tukiangazia juu ya mwenendo mpya wa chama cha ACT Wazalendo ambacho kimetangaza kuwa sasa kinaanza kufanya siasa za mapambano na kuzipa kisogo siasa za maridhiano, katika kipindi ambapo taifa la Tanzania linajiandaa kwenda katika uchaguzi mkuu. Zaidi kutoka kwake, nimetaka kujua dhana mpya ya siasa za mapambano inajengwa katika mazingira yapi? Kwa sasa, nadhani katika serikali ya awamu iliyopita ya awamu ya tano kulikuwa na mapa siasa ya kimapambano, baada ya kuona mkono wa siasa ya mtawala umebadilika, umekuwa ni wampa kwa nguvu, tuliingia kwenye siasa za mapambano na zilikuwa na sura mbili. Sura ya kwanza ilikuwa ya e, heka heka za za kutoa matamko na kadhalika, na uliona watu wetu wakikamatwa, viongozi wetu ikiwemo kiongozi wa chama mstaafu wakati huo akiwa KC, alifunguliwa kesi nyingi, na upande wa pili ilikuwa ni siasa za mapambano kwa upande kupitia njia ya mahakama, yaani tuliamua kufanya kitu kinaitwa social investigation na tulikuwa nazo zote mbili, lakini wakati ule kulikuwa na hali ngumu kidogo. Kwa hiyo baada ya mabadiliko ya, ya uongozi katika serikali akaja mama akaja nafohara, na fohara akawa anataka maridhiano, mazungumzo tukasema fine, sasa tunaweza kwenda kwenye siasa za tukikaa tukizungumza, lakini nadhani kama utakuwa na kumbukumbu, sasa hivi wakati ikifafanuliwa hiyo, katibu mkuu Ato Shaibu alisema tufanya hivyo lakini tuna- tunaweka point of doubt, tuna tuna- tunaweka tuna, tuna, tuna, tuna hiyo hiyo hiyo tahadhari kwamba tunakwenda hata tumekwenda, sasa ni miaka minne, kinachoitwa maridhiano imeonekana ni danganya toto. Yani mnazungumnani? Yani, wana buy time, mnazungumza mnaweza mkazungumza hata miaka kumi miaka mingapi hamalizi. Huko nyuma tulipokuwa CUF tulifanya hivyo na Jakaya Kikwete kuhusiana na mwafaka wa Zanzibar yakawa majadiliano yaliyotegemea kuwa miezi mitatu kaenda miezi kumi na nne. Tukasema no, we cannot proceed. Sasa this time tumeona hivyo inajirudia kwa Mama Samia uh, uh, uh, uh, kwamba mnazungumza majadiliano, imeundwa task force, imepelekwa nyaraka, mapendekezo kibao, lakini kilichotokea hata kwenye sheria ya ya, ya, ya, ya ya tume huru ya, ya uchaguzi ni kwamba limebadilika jina lakini vitu vyote vinaendea kama ilivyokuwa kwenye ile awamu. Kwa hiyo tukasema sasa, nadhani turudi kwenye hizo siasa za mapambano. Kwa hiyo tutaanza kutoa matamko, tutaanza engagement na taasisi za ndani na za nje ya nchi ili kushinikiza mabadiliko yaje, mabadiliko ya, kwa sema, ya kuja mezani ya kuzungumza na kuelewana na kupeleka mapendekezo yanayokana na- yanayotija. Kwa hiyo tunatarajia sasa tutapata tija, tukipata, ndio maana tumetangaza kwamba tunataka kushirikiana na vyama vyote makini taasisi zote makini ndani na nje ya nchi ili kuweka shinikizo kwamba sasa no, tubadilike tulete mabadiliko yenye tija kwa Watanzania. Kwa hiyo tunategemea kutafuta tija sasa. Nataka nipate ufafanuzi hapa. Wengi wakisikia mapambano wanajua ni mapambano sasa. E, chama cha ACT Wazalendo kwa hivi sasa kinataka kupambana na nani? Vyama vya siasa na hasa ACT, tunataka kuchukua dola, sio kwa hiyo, tunapambana na, na aliyeko madarakani. Tunapambana na nani, aliyeko madarakani Akubali kuleta mabadiliko, demokrasia iwe huru, hizo fara zisiwe maneno ziwe ni utekelezaji wa vitendo. Kwa hiyo tunapambana na liko madarakani. Yapi hasa ambayo mnayapambania safari hii? Demokrasia unavyoiona hivi sasa ni demokrasia yenye tija? Hebu jaribu kurudi nyuma tisini na mbili, tisini na tatu mpaka alau elfu mbili kumi na tano, na kuanzia kipindi cha elfu mbili na tano kuja huku unaionaje sura? Tunarudi nyuma sasa, tunataka tuangalau tulipokuwa elfu mbili kumi na tano tusonge mbele kuwepo na uhuru wa watu, kuwepo na uhuru sana wa taasisi ikiwemo nyinyi vyombo vya habari. Mnalalamika sana, mnaminywa huku, mnaachiwa hiki, mnafungwa mkono huu. Tunataka iwe iwe, panuliwe. Tunataka haki itendeke kwa wananchi wa Tanzania. Hebu fikiria, juzi ma watu wamewekwa ndani miaka kumi, yale mashe miaka kumi, serikali inatafuta ushahidi. Sasa iliwakamata wa nini? Juzi wanaachiliwa wa wanarudishwa ndani Unatafutwa kitu gani? Kama kwa nini umkamate mtu ambaye hana una una ushahidi kwamba katenda haki? Sasa tunataka tuondoke kwenye huko, ili wananchi <tutu> <serikali> watendewe <tutu> haki. Anayekamatwa tu, akatukwa makosa ashtakiwe, ahukumiwe, mahakama iseme ndio hapana, basi. Kwa hiyo tunataka kufungua milango hiyo. Ikishafikia hapo, ndio maendeleo ya kweli yanapatikana. Hivi leo tumefanya, juzi uchaguzi wa serikali za mitaa, kuna kijiji kinakaa kupanga mipango ya maendeleo ya kijiji, ndio inakwenda serikalini au wanapelekewa tu, nchi yaweze kuendelea hata serikali za mitaa sheria katiba inasema zimeundwa ili kutumia demokrasia kuleta maendeleo. Demokrasia gani sasa hivi, kama watu wanapelekewa vitu ambaosivyo mitaka alafu unasema una serikali za mitaa maanake, hazipo, ni serikali kuu inafanya kazi. Kwa hiyo tunategemea mabadiliko ya upana huo, kufungua mlango, demokrasia ifanye kazi yake kama ilivyokusudiwa kwenye katiba kuna baadhi wanaona kwamba pengine mapambano haya sasa hayawezi yakaathiri ushirikiano ambao unatajwa pia katika katiba kule visiwani Zanzibar, ama itakuwa ni mapambano upande mmoja na upande mmoja utakuwa ni maridhiano ambayo yanaendelea kufanya kazi? Hicho ndo kinachotokea sasa no, na tunataka tuondokane na hicho kinachotokea sasa. Ni hicho kwamba nimekuambia, ni, ma ni, ni maridhiano ya kanyaboya kupoteza muda kufanya hivi tungefanye tungeni, lakini tunataka tutoke huku kwa uzoefu huo unaousema ambao wamewafanya wananchi wengi wamekata tamaa. Sasa tunataka tutoke huko, turudi kwenye uzoefu mpya huu ambao ulitarajiwa Tushirikiane, tukikubaliana, tukubaliane, tukubaliane kutekeleza, kitekelezwe, sio tukubaliane alafu mtu anazunguka mlango wa juu kufanya mambo mengine. Hiyo ndio imeleta uchawa kwamba mambo yafanyiki ili kuyapa sura kwamba yanafanyika, unakuwa na machawa mengi wa kupiga kelele kuonyesha kwamba kipo. Sasa unao wadanganye nani? Watanzania, una wa Kenya? Unawadanganya wa Kenya wasiokuwa wa kwa Tanzania? Kwa hiyo tunataka tuondokane na hali hiyo, tuingie kwenye hali tukikubaliana, tufanye Una uzoefu katika siasa za taifa la Tanzania, nataka kusikia kutoka kwako, pengine mabadiliko haya ya mwenendo wa kuelekea katika uchaguzi yanayochukuliwa na chama cha ACT Wazalendo yatakuwa na athari zipi katika uhusiano kati ya chama cha ACT Wazalendo na serikali ya sasa, kama kungekuwa na maridhiano ya kweli? Lakini kwa sababu tunachoendelea ni ni maridhiano, sio kuwepo, hasari zake ni kwamba tunatarajia tutaanza kupigwa virungu tutaanza kushutumiwa, tutaanza kuangaishwa, lakini lazima tukubali kwamba hiyo ndio mapambano. Kama sisi hatutafanikiwa, watoto wetu au wajukuu wetu vizukuru vyetu vitakuja kuambia historia kwamba tumefika hapa tulipo, wakati wakisherehekea mafanikio haya, kwa sababu wazazi wetu walifanya kazi. Kwa hiyo sisi tunafanya kazi ya kutimiza wajibu wetu kwa sasa, ili kufungua milango kwa wengine watakaokuja. Likitokea sasa ni nzuri sana, sisi tutasherehekea. Isipotokea sasa, tunategemea miaka ijayo watoto wetu, wajukuu wetu, wa vizukuru wetu watanufaika. Mna mpango gani wa kuweza kuwashawishi wananchi ili kuweza kuelewa na kuunga mkono mabadiliko haya ya kimatendo ambayo sasa mnayachukua katika siasa zenu? Tuna programu ya chama zitaanza hivi karibuni za kuweza kushawishi, lakini tulishaanza nadhani umeshaona kwamba tulianza tayari engagement kushirikisha vyama vilivyopo nchini Tanzania. Tumeanza, tumezungumza na baadhi ya vyama, tunazungumza na taasisi, tunazungumza na balozi kuweka kue, hilo kuweza kufanyisha jambo hili kwa hiyo ni, ni mpango ni programu ambayo ni, ni na cro, kota across the board, si vyama vya siasa tu, taasisi, vyombo vya habari, madhehebu ya, ki, ya, ki, ya, taasisi ya kidini, mabalozi, taasisi lazima semea haki za binadamu kuhusiana na mambo yanayoendelea hapa nchini, yote yatawekwa wazi ili sasa kuanzia hapo, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya sio in <laughs> watu wote, afisi zote mapambano yatahusisha kwa pamoja wengi wanaona kwamba siasa za mapambano zinaweza kuzalisha migogoro na kukwaza juhudi pengine ambazo zimepigwa mpaka hivi sasa katika suala zima la maridhiano na mambo mengine. Nataka kusikia ACT, e, si Wazalendo sasa inachukulia vipi hatari hizi na inajiandaa vipi kuzizuia? Migogoro inatokana na upande wa pili usipokuwa tayari, na migogoro mara nyingi imeonekana ni katika serikali za kiimla ambazo ukisema jambo la ukweli inalifanya kwamba si la ukweli, natumia nguvu kubwa, inashtaki watu. Kwa hiyo tunayasalimia na hiyo itadhihirishwa kwa Watanzania, kwamba nchi yetu hii hata amani iliyopo ni ya mapumziko tu, kwamba mioyo za watu, roho za watu hazina amani. kisha fikishwa hapo, maanake yule aliyeko madarakani ataonekana kwamba ni haheshimu uchaguzi, haheshimu demokrasia, anataka aendelee kuwepo masilahi yake si kwa masilahi ya wananchi, kwa sababu kama wananchi wanataka kwenda kulia, ukalazimika kwenda kushoto, alafu ukataa kuwaimbisha hiyo, watakubali? kwa hiyo migogoro ukiona inatokea, manake uchaguzi utakuwa una maana kwa wananchi, jambo ambalo limeanza kujitokeza, kwa sababu katika turnout ya, ya, ya, ya, ya wananchi kwenye kura unaiona kwamba kila mwaka wananchi unapofanya uchaguzi wanakata tamaa na hata unapotangaza sasa kudumu kwenye vituo, ungefika Morogoro uone, Tanga ambako lilikuwa hivi na kuja Dar es Salaam ufuati, watu hawaendi, hawaendi kwa sababu wanakata tamaa. Sasa tunataka wananchi watoke huku, waone kwamba wao ni wadau muhimu katika maendeleo ya nchi hii, washiriki programu za serikali. Kwa hiyo migogoro tunategemea inaweza ikatokea. Ikitokea tafsiri ni kwamba tuko tuko sawa sawa, tunahitaji mapambano. Isipotokea ni kwamba upande wa pili umesikia umekubali kukaa na kusikiliza watu wake na kutekeleza mahitaji wao, tutakuwa tumefanikiwa. Kwa hiyo tumeshajijiweka sawa na tumeitisha juzi za halmashauri kuu wa, tumewaeleza viongozi wa halmashauri kuu ambao ni wa viongozi wa mikoa na majimbo nchi nzima kwamba sasa wakae mkao wa mapambano siasa za mapambano zinahitaji umoja na hali ya watu wengi kuja pamoja. Mna uzoefu kule chama cha wananchi kafu, tuliona wakati fulani mlipangaranyika. Nataka kusikia sasa, ACT, ninyi mmechukua mikakati ipi ya kuhakikisha ya kwamba mnaendelea kuwa na umoja na malengo yenu yanafikiwa? Nadhani uzoefu unaosema wa kafu, chama pekee kilichokuwa kinaweza kufanya siasa za mapambano na kilithibitisha hivyo, kiliandamana ilifanya kazi zote na kila mtu alifahamu hivyo. ni Kafu iliweza kufanya timu ile iliyokuwa Kafu imehamia ICT na timu ile iliyokuwa Kafu mwaka elfu mbili na tano iliwezesha ushirikiano wa vyama kuingia kwa mara ya kwanza, hata kabla ya sheria ya vyama vya siasa ijaruhusu ushirikiano wa vyama, ule ukawa kuingia kwenye siasa, ambayo ilileta manufaa makubwa. Nadhani baada ya hapo bunge ndiliokuwa na wapinzani wengi kuliko tangu katika historia ya wapinzani nchini Tanzania. Kwa hiyo sisi tunafahamu nini ya kufanya, ndio maana nakwambia tumeanza kushirikisha wadau ili jambo halitokei tu. Sisi ndani tumeshajipanga, tunashirikisha wadau, tunazungumza na vyama vya siasa vilivyopo hivi sasa, ili tuone vyama makini vinaweza kuunga mkono. Tunazungumza taasisi mbalimbali, vyombo vya habari, NGO, taasisi za kidini, ela wetu wanje kupitia barozi. Kwa hiyo tunaamini tutapata safu ya, kuwa, ya kusonga a kusonga mbele, tuende tu kipato chako Hauwezi ukasema tu ukiwa umekaa ndani, lazima utoke. Kwa hiyo tumesema tutaonyesha, lakini tunatafuta tuna, tuna, tuna mshikamano ili tuweze kutengeneza safu ya kusonga mbele kwa pamoja. Wengi wanaofu kwamba kuna hatari ya vyama hivi ambavyo vimechukua msimamo wa kuhitaji mabadiliko ya haraka kwa hivi sasa kuelekea katika uchaguzi, vinaweza visishiriki ipasavyo katika uchaguzi, na pengine vyama ambavyo vitakuwa tayari kwenda katika uchaguzi basi vitaweza kufanya uchaguzi na uchaguzi utakuwa ni rahisi kwao, kwa sababu upinzani wenye nguvu hautokuwepo. Hili unalizungumziaje? Ni dhana hiyo, ni dhana. Sisi hatujatamka kwamba tunaanza siasa za mapambano na hatutashiriki uchaguzi. Tunajipanga kushiriki uchaguzi, nadhani tumeshatoa tamko na tumeshawatangazia wanachama wetu na wananchi wanaotuunga mkono, wanaotaka kuingia kwenye uchaguzi kwa ngazi za udiwani, kwa ngazi za ubunge, ngazi za viti maalum, baraza la wawakilishi, viti maalum, ubunge na urais, milango iko wazi, na sasa hivi tunatoa fomu. Kwa hiyo tunajipanga kushiriki uchaguzi, lakini wakati huo tunaendelea na mapambano vyama unavyovisema Tanzania ambavyo vimepata urahisi wa kushiriki uchaguzi ni, ni vipi? Maanake ukiondoa ICT ukaondoa Chadema na kavo, kwa uzoefu wa nyuma hakuna chama ambacho kilikuwa kinashiriki kwa kwa kwa uchaguzi kwa nguvu. Vyama vyote vilikuwa vinasuasua tu, kwa hiyo ndio maana miaka yote ilikuwa na ndam akafu na Chadema kwa sababu ndo vyama vyenye nguvu vinasema vinashiriki, na huko vinapambana. Kwa hiyo sisi uzoefu wetu umetuonyesha hivyo, tutashiriki, tunapambana, na tumeweka wazi tunashiriki mchakato wa uchaguzi, lakini tunapambana. Usipo usiposhiriki uchaguzi, umejinyima haki. Hii ni haki, hatuwezi kukubali ushawishi watu. Wanachama wetu wamejiunga kwenye siasa wa kupambana na haki zao za kwa sababu ndani ya nchi hii huwezi kuwa kiongozi kama wewe si mwanasiasa. Kwa hiyo wameingia huku wakitaka kutekeleza haki yao ya kushiriki kwenye uongozi, huo mlango uko wazi. Kwa hiyo tunakwenda vyote viwili. Mtakuwa tayari kushirikiana na chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, ambacho umesema kwamba ndicho chama kingine mbali ya ACT Wazalendo ambacho kinafanya siasa zenye mtazamo wa upinzani ulioimarika. Nadhani we ni chombo cha habari na wameona kwenye vyombo vya habari imetoka. Tayari tumeshaanza engagement, viongozi wetu wakuu, makamu wetu wa rais, makamu wetu wa Zanzibar, Said Yusuf, pamoja na katibu mkuu alishaitembelea ofisi za CHADEMA. Kwa hiyo hatua hi zinazoanza zinaendelea na sio CHADEMA tu, tumeshakutana na kafu, tumeshakutana na CCR, tunapenda hivyo, tumeshakutana na ADC. Kwa hiyo tunatengeneza, tuna safu safu, mashirikiano si ya CHADEMA tu, mashirikiano na chama chochote makini ambayo kitakuwa tayari kuingia kwenye mapambano haya tunakikaribisha. Nini wito wako kwa Watanzania katika kipindi hiki ambapo siasa zenu zinachukua mkondo mpya? Watanzania lazima wajipange. Tanzania, Watanzania wameona demokrasia ilivyokuwa tangu tisini na tatu tunaingia kwenye vyama vingi mpaka kumi na tano na tangu kumi na tano kuja sasa, kwamba tulikuwa na uchaguzi pamoja na kwamba ulikuwa na hujuma zilikuwa tofauti, lakini hivi sasa umeshaona kwamba yule aliyeko madarakani hataki uchaguzi, anaogopa uchaguzi sana sana. Kwa hiyo hataki kushiriki, mara nyingi ametumia nguvu kubwa, jeshi la polisi akimsingi kimsingi, uchaguzi sasa hivi usimamii ni ni ma... sima... <laughs> na tume hii nisimamia dola na viongozi wa wa wa wamebadilisha wa katika sheria kusema kwamba hawatashirikisha madiwani wakurugenzi, watashirikia kushirikisha ma viongozi wa umma waandamizi ambao ni wale wale msingi. Sasa unaona kwamba utaratibu mzima wa uchaguzi ni wa nguvu, zunguliwa wapinzani wote wacha nafasi zilizo wazi asisim kupita sasa, pamoja kwamba tumepeleka kesi na mimi nilipeleka kesi, na mahakama imesema kupita kumwa ni kinyume cha katiba. Wanatumia kura ya ndio hapana. Sasa kishabaki mgombea wa chama kimoja ndiye anaweka wakala Huyu bila kupingwa, hana wakala. Unategemea nini mzunguko? Yani kwa hiyo wamefanya mzunguko, yani kwamba wamenyang'anya kwa mkono wa kulia, wanaleta kwa mkono wa kushoto. Kwa hiyo Watanzania wajipange, wajiandae, unasikubali haki zao kupokonywa kwenye vituo vya kura. Wapige kura na wai tayari kulinda kura zao kwa namna yoyote inayowezekana, wasikate tamaa. Kata tamaa ni kutangaza ushindi wa wapinzani wa, wa wako. Kwa hiyo Watanzania wasikate tamaa, waende kwenye vituo wajiandikishe na toa hamasa, wajiandikishe sasa. Tumebaki na kanda ya pwani ya Dar es Salaam huku, wajiandikishe kwa wingi, waende kwenye vituo na wakipiga kura, matokeo yakitoka kinyume na matarajio wao, wapige kelele, wasinyamaze na wasinyamazishe na mtu yoyote. Nashukuru sana kwa kuzungumza nasi siku ya hii leo, asante sana <tune>